Mbele ya 2021 bajeti ya halmashauri ilikuwa bilioni 4 na 78 milioni 343 na kufanikiwa kukusanya kiasi cha bilioni 5 milioni 359,998,945 ikiwa ni sawa na asilimia 131. Aidha, kutokana na usimamizi mzuri wa baraza lako bajeti ya halmashauri kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano imepanda kufikia bilioni 8 laki tatu na arobaini na nane na mia moja ishirini na tisa elfu kwa, kwa kuwa mnazo taarifa hali halisi inajionyesha kwenye jedwali lilo ambatanisho pamoja na hii ambapo kwa sasa hadi leo mnapoondoka eh, mnajivunia uwepo wenu kwa sababu tayari tumekusanya bilioni kumi na milioni sitini na tisa mia sita tisini na sita na mia tatu ambayo ni sawa na asilimia mia moja ishirini pointi sita mbili kwa hiyo mnayo kila namna ya kujipongeza kwa hatua hiyo hadi siku ya leo. Mwenyekiti, kwa upande wa miradi ya maendeleo, halmashauri ya Wilaya Geita kwa miaka mitano imetekeleza miradi yenye thamani ya bilioni 59 milioni 503 288 na 56 senti 82, na fedha hizi zinatokana na mapato ya ndani, ruzuku ya serikali kuu na wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha miradi iliyotekelezwa ipo katika sekta za elimu, utawala, afya, maendeleo ya jamii, utamaduni na michezo, biashara na uwekezaji, kilimo, mifugo na uvuvi, mazingira, miundombinu na sanaa, michezo na utamaduni. Aidha pamoja na miradi ya maendeleo, halmashauri pia imepokea jumla ya shilingi bilioni ishirini na mbili milioni mia tatu hamsini na saba mia tano tisini na mbili mia nane na tisini na mira eh, ikiwa ni fedha za elimu bila malipo ambapo kwa shule ya msingi tumepata bilioni kumi na nne milioni mia sita na sita na thelathini na tisa na sabini na kwa shule za sekondari tumepata bilioni saba milioni mia tano hamsini na moja mia tano hamsini na tatu mia nane ishirini. Kama mnavyoona kwenye jerali zetu, tumeonyesha kwa kila mwaka na miradi, thamani ya miradi kama inavyoonekana, ambapo utaona hizo bilioni hamsini na tisa ambazo zinaonekana moja kwa moja kwa miaka hiyo mitano, lakini pia e, fedha za elimu bila malipo bilioni ishirini na mbili kupokea fedha za maendeleo bilioni 59. Amefanya kazi kubwa kwenye halmashauri yetu, kwenye mkoa wetu lakini kwenye nchi yetu ya Tanzania amefungua fursa za kibiashara, kuanzia kwenye halmashauri yetu na taifa kwa ujumla. Na hii ya jana ilikuwa ni mwendelezo wa yale makubwa ambayo ameyafanya. Tuna kila sababu ya kumpongeza, tuna kila sababu ya kuendelea kuliimba jina lake kwa sababu ametekeleza. Huwezi ukapongezwa kama hujafanya vizuri. nilisafiri tarehe kumi na tatu baada ya kutoka kwenye baraza la la CJ, mimi nilisafiri, nilisafiri njia ya kupitia Tabora Mpanda, nikakunja Sumbawanga, nikaenda mpaka kwenye mpaka wa Zambia pale, lakini nilisafiri kwa lami maeneo yote sikupita kwenye gui, na kama alivyosema mkurugenzi na mwenyekiti, daraja letu hili lilikuwa ni kikwazo kwenye uchumi, sasa limekwenda kufunguka. Nimeona mfano ukipita barabara ya kutoka Nzega, Tabora, Mpanda na kuendelea kule semi zinazotoka kule, mi nilikuwa najiuliza kuna kiwanda huku. Kumbe watu wanafuata yale mazao kule. Mazao kule si zamani yalikuwa hayana bei, sasa hivi gunia wanauza elfu sabini. Zamani kwa wakati huu wa mavuno gunia wangeuza labda kwa elfu thelathini ni kwa sababu njia ile ni lami tupu, hakuna ambapo sehemi itahangaika. Kwa hiyo nasi Wanageita na Halmashauri ya Wilaya ya Geita tujiandae kisaikolojia, tutapokea wageni wengi wawekezaji, lakini tutapokea wageni wengi wafanyabiashara.